Na wote wanaonisikiliza ya kuwa yapasa mwelewe ya kwamba anayefunga ndoa ovyo-ovyo katika amri ya Mungu bado hajafungamanishwa na Mungu na ndoa yao siyo ya haki. Wewe Tobias, unakubali mwanamke huyu awe mke wako kweli utakaa naye katika ndoa takatifu kama Bwana alivyoagiza? Utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumlinda hata katika ugonjwa katika uzima katika shida na raha, tena utakaa na yeye peke yake siku zote za maisha yenu? Hmm. Wewe Mariamu, unakubali Tobias awe mme wako kweli? Utakaa utampenda na kumfariji kumuheshimu, na kumurinda hata katika ugonjwa au uzima, tena utakaa na yeye peke yake siku zote za maisha yenu. Bwana arusi Mna kitu gani kama inshallah kufunga ndoa kwenu? Bete zenu, onyesheni na